Ah, mimi sauti iko vizuri kabisa bwana. Debora Fernandez Mavambo anamwekea sasa Jashalewa katika nafasi nzuri, anamtafuta Lionel Ateba. Ateba katika nafasi katika nafasi bado, weka pasi nzuri sana kumtafuta mkemia mkuu Eli Mpanzu <coughs> Stefani Azizi ki mastaki afanalek Mpenja, ameacha kutangaza mpira Mpenja ana matatizo na Azam Media Limited. Mpenja inaonekana kuna viongozi wanamchukia, viongozi wa, wa mpira. Kuna mashabiki wa mtaki, kuna timu azimtaki wa watu wanazungumza mitazamo yao. Nikawa nimeshika hivi kama nimechanganyikiwa pale, nilikuwa nimeigiza, nimekuwa chizi na kuna mtu mbele anatabasamu sana, meno thelathini na mbili nje. Mheshimiwa Spika, yule ni mzee wangu Mzee Adison Lamsi. Mpenja, niseme rasmi kabisa kwamba mimi Baraka Addison Lams Mpenja mwamba wa Umalila fahari ya Itete sijaacha kutangaza football. Wewe ni content manager wa Mpenja TV, Latifa huwa anajipanga, mimi naenda kuripoti mechi ya Simba tu, wewe ndio unamwambia leo Latifa na William watafanya mechi ya Yanga. Mwona bwana eh? Labda Maunga Shafiru mtakwenda Chamazi mechi Azam, mechi ya Simba nitakwenda Diego na Yusuf. Kwa leo hii, mimi bosi wangu akinipangia utaandaa kipindi cha mshike mshike, Mtozi number one producer one, siwezi nikamwambia bosi, kwa nini leo hii usinipeleke kutangaza mechi ya Yanga? Fani ya uigizaji ni kitu ambacho mimi ninacho katika moyo wangu toka miaka mingi yule mlito akiposti kitu asha kumuonea Mwaipopo sijui nini na nini. Tina kiposti we mpe Mwaipopo kidogo. Umeelewa? Wao umekaa na Nchilinjo na lalamika kwenye mtandao, wewe unajivunjia, unajivunjia heshima huko na Nchilinjo huko. Wewe unajivunjia heshima tutakwe, unajivunjia heshima maigizo ya nini? Unawajua wale wenye makoti kama haya? Unajua wajumbe wana makoti makubwa wanatungua mahala. <laughs> Umepita mm. Wewe mm. Mpenja mm. Umepita. Wewe kwanza nani ni maarufu kama wewe? Umalila nzima wewe ndo balaa. Kaa kimya, usizungumze, hutakii kuzungumza. Tumemaliza Mheshimiwa Mbunge. <laughs> Mheshimiwa Mbunge, hey. Mweshi kwanza leta komoni hapa.